Yeah. Na, na katika hilo yeah, umeona jamii ina ushiriki kiasi gani katika kuhakikisha kwamba misaada kwa makundi maalumu inatolewa ikiwemo watoto wa mtaani, lakini kuna watoto kama hivyo ambao umesema wanaoishi katika mazingira magumu ambao wanaendelea katika vituo vya watoto yatima, lakini kuna vituo vya wazee na makundi mengine, jamii inashiriki kwa kiwango gani? Asante. Kwangu kwa mimi kulingana ninavyoona, jamii inashiriki, lakini bado mwitikio wa jamii sio mkubwa sana. mm -hmm. Na naweza nikasema sasa hivi sasa taasisi NGOs ndio zinafanya shughuli kubwa ya kufanya matendo ya huruma katika hivituo tofauti tofauti, kwa sababu kuna vituo vingi, ukienda unapokuwa unafanya mazungumzo nao, mara kuna kipindi tulienda kufanya survey kuyata kwa Magomeni mmoja mm, kitu yule mmoja alipokuwa anaongelea ilionyesha kwamba bado mwitikio wa jamii ni mdogo. Akasema hasa hao wenzetu ambao wanatoka nje nje nchi, anaongelea wazungu, hao wanapokuja labda kutembelea ndio mm, Doga, kidogo mwitikio wao ni mkubwa, lakini mwitikio wa jamii bado, na kuna wale watu wana mentality mbaya kichwani, anasema kutokuta mtu anakuambia mimi siwezi kusaidia mtu kwa sababu mimi sio mwa labda sio Bill Gates. Kwao bado wana anahisi kama yeah, eh, bado wa ana kiwango cha kusema yeah. Watu anaweza kusaidia. Tunakuwa na mentality hasa kitwani. Kini kumsaidia mtu ni mtu kuguswa kwa mm, sababu ni baraka tele. Naam. na ulishawahi labda au ninyi kama chini mmewahi labda kuingia mtaani kuzungumza na wanajamii wenyewe kujua ni mambo gani ambayo yanawasibu zaidi, ukiachana na hiyo ya kusema kwamba ni mtu tu alisema kwamba yeye yeah, anajiona ha, bado hana uwezo wa kutoa msaada. Je, mmewahi ku fanya ziara labda ya kusema tunatembelea nyumba kwa nyumba au tunatembelea mtaa kwa mtaa kuhakikisha kwamba mnajua jamii inakumbwa na kitu gani zaidi, na tayari chanzo mmesha kibaini. Ndio. Na mnapokuwa mnaendesha hizi programu zenu kwa kusaidia hivi vituo mbalimbali ni jambo zuri zaidi, lakini sababu chanzo mmesha kibaini. Je, kuna hatua zozote zile ambazo mmezichukua au mnatarajia kuzichukua kuhakikisha kwamba mnawafikia hata wale ambao wanakuwa ni wasababishi wa kutokea kwa hawa watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan mtaani, kwamba alikimbia nyumbani kwa sababu ya mgogoro wa kifamilia je, mmejaribu kuanza kuzungumza na hizo familia ili, au kuzungumza na jamii kwa ujumla ili kuiweka kwe, sawa na kuhakikisha wanawapatia watoto wao malezi bora, wasije wakaondoka katika mazingira ya nyumbani? Asante.